Basi kijana mesha kibaada ya kutoka msituni sasa, anaanza kuzoea zoea mazingira ya kijijini hapa. Alijaribu kutengeneza aina ya banda fulani la wanyama. Kumbuka ni mtoto mwenye akili sana hizi kazi unazoona huwa anazifanya yeye, kama yeye hapo, yuko kwenye harakati za kuweza kufanya mambo mawili matatu. Historia ya huyu kijana ni historia ndefu kiukweli, ana uwezo mkubwa wa kuweza kufanya kazi mbalimbali mbali, kama unavyomwona anachukua majani na kwenda kuweka kwenye banda la nguruwe au mbuzi. Ana uwezo wote wa kufanya kazi kama hizo, ingawaje wakati mwingine vitu vingine vinamshinda kulingana na ufupi alionao, ila anajitahidi hivyo hivyo. Cheki mchezo. Ni mtoto mwenye akili sana sana. Huyu hapa anaitwa Meshaki. Kiukweli ni mtoto mwenye uweza mkubwa na mwenye kipawa alichobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Mtoto mwenye furaha. Kumbuka alizaliwa msituni akaishi huko na sasa karudi kwa ajili ya kufahamiana na familia zake ambazo zipo vijijini. Mtoto huyu anastaajabisha watu sana kwa mambo anayoyafanya. Kumbuka, ana mwaka mmoja na miezi nane na bado hawezi hata kuongea vizuri, lakini kama hivi unavyomwona anafanya mishemishe mbalimbali. Hapo anaandaa majani kwa ajili ya wanyama wake kue... kwa ajili ya wanyama wake kuweza kuishi vyema, kama unavyomsikia mwenyewe anasema nguruwe. Basi, historia yetu itaendelea. Usikose kuni subscribe kushare, kulike na kucommenti. Ukisubscribe ndio